Really. New... Vivian Chepkemoe Cheruiyot mwenye umri wa miaka 28 ndiye alikuwa kivutio kikuu na nyota iliyong'aa zaidi miongoni mwa wanariadha maarufu katika fainali ya mbio hii ambayo pia ilijumuisha bingwa wa zamani wa Olimpiki Meserat Defar kutoka Ethiopia na mshiriki mwenza kutoka Ethiopia Sentenyahu Ejigu pamoja na bingwa wa zamani wa dunia Linet Masai na mwanariadha wa Kenya aliyepanda ngazi kutoka chipukizi Masi Chorono. Wakenya waliacha wapinzani kufanya kazi zote za sulubu kabla ya kutoa uongozi katika mita 2200 za mwisho, na kutoka hapo walijiweka katika nafasi za uongozi ambapo muda mfupi baadaye, Vivian Cheruiyot alichukua usukani kabla ya kufungulia kasi yake iliyochoma juhudi zote za wapinzani alimudu kutetea taji lake la dunia na kuweka historia ya kuwa Mkenya wa kwanza kushikilia mataji mawili yaani taji la mbio za mita elfu tano na mita elfu kumi katika mashindano ya dunia. Sylvia Kibet wa Kenya akamshinda Masred defar wa Ethiopia katika mita 20 ya mwisho na kuzoa medali ya fedha.

Itakuwa, maybe itakuwa mtu mwingine, so nafurahia kwa sababu ni siku yangu na nimetimiza, nime, nime vizuri miaka iliyopita alikuwa na walikuwa na tutawala sana. Now, we are taking over. Hata hivyo licha ya kukosa medali, ni wajibu kutambua juhudi za wakenya washiriki wa, wa mbio za mita 400 mara 4 kwa wanaume ambao walishinda Uingereza na Ujerumani na kumaliza katika nafasi ya sita kwenye fainali ya mbio hizi. Kenya ilifika katika fainali haya kwa mara ya kwanza kabisa kutoka mwaka 1983. Nchi hii sasa imeondoa Urusi katika nafasi ya pili kwenye mashindano hayo atakayokamilika siku ya Jumapili. Sadique Shaban, KTN Leo.